Hello, karibu kwenye cheni yangu ya Grace Madikodiko, tujifunze mapishi mbalimbali mbali kutoka hapa Grace Choice Madikodiko. Basi siku ya leo tuna pishi la mchemsho wa kuku wa kienyeji. Huyu ni kuku wa kienyeji, basi taribu uwe nami ujifunze mwanzo mpaka mwisho. Karibu. Kwa kwanza basi, hapo nina kuku wangu wa kienyeji tayari, nimeshamosha vizuri nimetoa uchafu wote kabisa hapo niliweka miguu na vichwa, bwana. Huyu kuku ni wa kienyeji, tena ni kuku ambaye nimemfuga mimi mwenyewe hapa nyumbani kwangu. Basi baada ya kuweka hapo kitunguu swaumu, niliweka kitunguu swaumu kabisa kwenye kuku wangu vizuri kabisa. Pia niliweka na ndimu, mimi hapa nimetumia tu ndimu. Hakikisha basi usiweke vile vimbegu bwana, vimbegu ni vichungu, hivyo ukivitafuna basi. Hakikisha usiweke vimbegu, kamulia ndimu yako. Nimetumia ndimu moja enye kuku wangu huyu wa kienyeji nimeweka ndimu, unaweza ukaweka limau, unaweza ukatumia hata vinegar. Baada ya hapo, pia niliweka ini tangawizi. He, tangawizi mimi napenda kupangulia tu kwenye tangawizi yangu, sipendi kuitwanga kwa sababu sipendi kuweka na yale majani majani ambayo yatakuwa yanasumbua. Basi ni nua na kuangua tu kitu na nyingi tangawizi yangu. Baada hapo niliweka soya sauce. Bwana hii soya sauce ni nzuri sana. Inakata shombo, pia inakupa ladha fulani ile tofauti kabisa kwenye supu hiyo au mchemsho. Kama hujawahi kutumia basi jaribu. Hapo niliweka na pilipili manga, nimeweka kidogo sana kwa sababu hii huu mchemsho bwana anaenda kwa na watoto. Kidogo, pilipili wa kwa hiyo niliweka kidogo, naweza kuongeza pilipili manga, ni inakupa ladha nzuri kwenye mchemsho wako wa kuku; unakuwa na ladha ya tofauti kabisa. Baada ya hapo nilichanganya, nilishaweka jikoni kama hivyo moto kidogo, nika nimechanganya vile viungo vyangu. Baada ya hapo nimeweka kikombe kimoja cha maji kwenye kuku wangu. Huyu kuku wangu, huyu kuku wangu ni laini, sio mgumu. Kwa hiyo sikuweka maji mengi sana. Kwa hiyo nimeweka hapo kikombe kimoja nimefunikia, ili kidogo achemke. Baada ya hapo nilishaandaa tayari carrot, nimeweka viazi kidogo, nikaweka na ndizi Bukoba, pia nimeweka kitunguu maji na hoho, hivyo ndio Vi, viungo vyangu ambavyo nimeandaa kwa ajili ya kuweka kwenye huo mchemsho wangu. Basi kama unavyoona, tayari mchemsho wangu huo tayari umeshaanza yani, kuku wangu tayari ameshaanza kuiva vizuri hapo. Kama unavyoona hapo kuna nanili yake nzuri kabisa, hiyo supu imetoka nzuri kabisa. Baada ya hapo, nikaweka viazi vyangu. Kama unavyoona nimeweka viazi, nimeweka e, ndizi. Hiyo ni ndizi Bukoba. Ni, ni, ni, tegi, isive kwa sababu iwe nahitaji iwe laini isiive sana. Kwa hiyo nimeweka ndizi zangu Bukoba, nimeka karoti, nimeka hoho na kitunguu maji. Basi utachanganya vyote kabisa, mimi niweka vya kutosha hapo kwa sababu familia yangu leo wanataka kula mchemsho. Kwa hiyo nimeshaandaa hapo vizuri kabisa mchemsho wangu mimi, ipo viazi vyangu vya kutosha nimeweka ndani ya mchemsho, nikahologa nikafunikia, na hakikisha uweke supia oshasigime supu kama unavyoona hapo bado ilikuwa inaendelea kuchemka supu yangu nimeweka maji ya kutosha na supu yangu imekuwa nzuri na supu yangu imejaa vizuri hapo, yaani supu ndio ilikuwa imeanza ina inanukia vizuri sana. Usiache kusubscribe, karibu sana kwenye chaneli yangu hii ya Grace Choice Madiko. Hapa nitakuwa nakutupia mapishi mbalimbali, utajifunza, utafurahia, utaona mitindo mbalimbali, utaona mambo ya urembo. Hii chaneli yangu tunaweka vitu vingi tofauti tofauti. Basi, baada ya hapo tayari, supu yangu ilikuwa tayari, nimeweka kwenye bakuli langu. Hiyo ni ya kwangu jamani, niko kwa tayari kabisa, kuku wangu ameiva vizuri, yani supu kwa kweli, mjaribu kutengeneza kama nilivyokuonyesha. Fata hizo stepu zangu nilizokuonyesha hapo na utafurahia supu yako ukiwa hapo nyumbani. Huo ni mchemsho wa kuku wa kienyeji. Asante kwa kuwa nami, karibu tena na bye.